Oh yes, mambo vipi? Mimi ni Philip kutoka BNP. Leo naenda kukuelezea uh, fact 5 kuhusiana na mto Nile. Mto Nile, uh, una mambo mengi lakini kiuhalisia ndio ni mtu ambao unapatikana barani Afrika. So naenda kuelezea fact kuanzia fact ya tano mpaka fact ya kwanza. So fact ya tano, huu uh, ndio mtu ambao uh, una unakuwa na maji msimu mzima. Yaani msimu mzima wenyewe unakuwa una maji. Mito mingine inakuwaga na maji kipindi fulani inakuwa maji mengi, kipindi fulani maji machache. Lakini mto Nile unakuwa una maji karibia uh, vipindi vyote vya mwaka. Majira ya mwaka vipindi vyote inakuwa na maji full. Yes, lakini fact ya nne ni kwamba huu ni mto una matawi mawili. Yes, una matawi mawili ambayo ni kuna Blue Nile lakini pia kuna White Nile ama Blue uh, Blue Nile lakini pia kuna Naili nyeupe. So haya ni matawi mawili ambayo yanaenda kukutania nchini uh, Sudani. Yes, hiyo ni fakti ya nne, lakini fakti ya tatu ni kwamba chanzo chake cha huu mto ni ziwa Victoria. Kuna ile pointi ya kwanza nimekwambia, ni mto ambao unakuwa una maji mengi full, uh, all the season, lakini reason kubwa sana ni kuwa na chanzo kimoja ambacho ni ziwa. Yaani ziwa linakuwa linatoa maji, kwao ni rahisi sana unakuwa na maji always ama mda wote unakuwa na maji. So chanzo chake cha mto Nile ni ziwa Victoria, hasa hasa ile White Nile, lakini Blue Nile inaanzia kule uh, Ethiopia. Lakini uh, hii amini, fact ya pili ni kwamba huu ni mto ambao unapita kwenye nchi tofauti tofauti, unapita takribani nchi kumi na moja zikiwemo hizo Sudani, uh, Misri yenyewe, Sudani ya Kusini, yaani ni mtu ambaye unapita nchi tofauti tofauti, Uganda kwaoni uh, ni mtu ambao unapita kwenye nchi kumi na moja, yes. Lakini fakti ya kwanza na fakti ya mwisho ni kwamba huu ndio mto mrefu kuliko mito yote duniani. Ni mto mrefu sana, kwa sababu unaanzia hapa Uganda, lakini unaenda mpaka kule unaenda kuishia kule Mediterranean Sea. Kwa hiyo una mita amini, una kilomita elfu sita mia sita hamsini kilomita. Kwa hiyo sio kawaida yani, ni mto mrefu sana. So hii ni Top 5 na BNP, na leo nilikuwa naelezea fact 5 kuhusiana na mto nayo. So see you next time, peace.